Bwana Roja, mambo vipi bwana? Saffir, bwana Safi ndugu yangu. Mambo ya vizuri tu. Bwana Roja, kuna swala hili la kocha wa Young Africans Romain Folz ambaye mm. eh, hivi karibuni eh, mashabiki waliweza kulalamikia uwepo wake eh, kwa maana ya kuendelea ndani ya klabu hiyo Young Africans. Wengi wakitaka ondolewe, yani afukuzwe mm. eh, kwa maana moja au nyingine. Mm. Lakini uongozi uliwasikiliza mashabiki kupitia eh, kwa afisa habari tulisikia alizungumzia e, swala hilo kwamba e, maoni ya wadau kwa maana ya mashabiki hmm, wameyasikia na watayafanyia kazi hmm. E, lakini mpaka hivi sasa e, Romain Folz ndio bado anainoa klabu ya Yanga Africans. E, tuseme ndio kwamba e, mashabiki hawawezi wakampata kocha mwingine, lazima uendelee na Romain Folz e, mpaka pale uongozi utakapo ona e, mbadala wake. Kwanza lazima ujue kila kocha anaingia pale yoyote tu, Anakuwa na mkataba. Mm. Sawa? Makubaliano ya mkataba. Na wenzetu mikataba yao iko straight ni nyoka. Kwa hiyo ukiamua kuvunja mkataba wake, lazima umlipe hela zaidi ya ile ambayo wanataka kumwondoa pale. Kwa hiyo Yanga Fans ongozi wamechungulia, wanaona mm, huu mkataba huu hu, huyu kocha ni, ni mkubwa zaidi. Angalau mashabiki hawamtaki, wana kila kitu wanamwimba wana, sana, aondoke aondoke lakini wao wenyewe uongozi wanaona tukimwondoa huyu tutaingia sawa kwa mzako kwenye klabu. Sawa? Mtu mwingine nje anakopaelewi, al dhani kuna kuna kitu gani? Lakini amakocha wanakuja kwa ajili ya, ya mikataba. Young Africans, mimi na na nashindwa sana kukuelewa. Hii sare ya juzi na na Mbeya City. Hii ile ime imeleta maneno maneno maugomvi, mtazamo wao, fikira zao. Wao wanachowaza wao ni kushinda kila kila game. Ya ni kitu ambacho hakiwezekani. Football ina ina jambo hili tatu. Kuna kufungwa sana kushinda. Kwa hiyo lazima naelewe. Sio unashinda, sio una, unafungwa. Eh, sawa. Sasa wao wanataka tukike kesho kwenye furaha. Furaha hata zile timu ambazo wewe wewe unatokana nazo, pia wamejiandaa, wamejipanga, wanataka point 3 you know. Wakati sehemu nzuri, nasema tu ni ni, ni, ni maoni yao, ni mtazamo wao. Katikati hapo palikuwa na vugugu kubwa, baada afisa habari ya Ally Kamwe akaongea, baadaye ni uongozi imemruhusu ime aendelee tena na wao katika kuendelea kutumikia Young Africans, ili wameona pale tut, tut, tutaingia loss kubwa zaidi, ili akiondoka pale. Kwani nyinyi mashabiki wa Simba, kocha Romain Folz, nyinyi mnamwonaje kwa namna ambavyo anaifundisha?

sija tuko naye tena ni, ni, ni watu ambao wataka mtu akija pam ashimbe kila game ili waendee nao hiyo sio mpira mpira wa <coughs> auko hivyo mpira lazima waelewe mpira una matokeo mengi sana uwanjani Wewe umekuja kwa, kwa kujiandaa na amekuja kwa kujiandaa kwa mimi sasa ni kocha mzuri ni kocha ambaye maana anafaa sababu kaitendia Young Africans haki, mmeshinda nane nyingi. Waache tu kusema makelele makele na dadao, pambane kwenye kwenye msimu wapo wa ligi, pole nani bingwa kati yao? Au kwani kwani kumfutia mkataba haiwezekani, gharama shehe, kuvunja mikataba ya wenzetu wenzetu, unjua wako so, wale wenzetu wakalao sio wale wa, wa, mtaani mawakala ambao viongozi wao tajiri wao, bwana na pesa, bwana ana hela lakini, kaona pale naingia, hizi timu zina gharama kaka. Sawa, ina fansi nyingi nyumatu ashaatimu za galama kwao, labda wewe kachima nyinyi Simba mkitoa sale mkifungwa mkifungwa kwenu nyinyi hayumi. Sisi tushazoea. Mshazoea kupigwa. Miaka <laughs> <laughs> kwe minne. Tunafungwa na sare. Kupigwa kwenu ni halali. Sisi hatujali kupigwa. Sisi tunatarajia timu itende vizuri we tacheeje vizuri, lakini nafasi ya pili, Yanga alikuwa mipango, watu wawe na subira, watu wawe na utulivu. Aa, makocha tuwape nafasi. Leo kaja kocha wetu wa Simba, ina maana Simba inakuja kifungwa, tumkimbize hata mwezi jana na gemu ya pili. Kwa hiyo subira huvuta heri. Yanga hawanaga subira, wanataka wani kushinda kila gemu. Ni kitu ambacho neva hakuna kwenye mpira wowote duniani. Kwa hiyo Young Africans waendelee kukuwa na Romain Folz, tena ikiwezekana nlii nani injinia am, mchara mwingi mwingi ili a watu wa, wa, waweze kutulia ili Ma, mawingine yaende. Kwa mii wala mi sina shaka, sina, sina ofu na kocha wa Young Africans, ni kocha mzuri mpaka wenyewe wamwamini na mpaka vile viongozi wameamua kumwacha umu, aendelee ina maana hiyo wanamwamini na nafa, na anafaa anaweza kuitumikia Young Africans. Hao wanaongea nyuma ni mipango yao na nafsi zao. Baadhi ya mashabiki wa Young Africans wanasema nyinyi ndio mnalazimisha mnasema, eh, kocha mzuri kwa sababu hesabu sa, naye na malengo naye ile kocha sisi hatulazimishi mm. wanaolazimisha ni ni wao mm. wani wao wow, ndio ndiyo wanaolazimisha lakini, mm. sisi hatulazimishi. Sisi tunawaambia tuyange ikae chini, tulie, jipange, iwe na umoja ili mambo mengine yaweze kuendelea. Kwa hiyo kocha, kocha ni mzuri, kocha nane hbamchinank mzuri moto tu, ule moto mkubwa ule na Man City kwa Yanga alikuwa alikuwa fiche fiche mtoto alikuwa anafungwa pale. Kwa hiyo mashabiki wawe na utulivu wawe wao na amani wampe nafasi wampe muda na wasiwe well, viongozi wao. Kama sisi wao sisi sisi wakina bodi yetu. Ya kina mo, kina mangungu na wakiongea sisi tunafanya tunasikiliza na wacha wanakaa muda mrefu kuchukua bingwa au kuchukua bingwa, bingo sawa ndio that the football pia ndio uko hivyo. Kwa hiyo Romain Folz ni kocha mzuri sana. Ana kiwango kizuri. Ni kocha bora, ni kocha ndani. Kwa hiyo hata Simba mkimtaka, nyinyi mnaweza mkamleta kwenye club pale. Sisi kwa wengi washajaa na nafasi hizi zilizokuwa nyingi, kama angekuwa na timu tungeweza kumpa timu. Sasa sasa, hao mashabiki wanaompinga Romain Folz, wewe unawaambia jambo gani gani? Hawajui mipango wao, watu wanajua gharama gani, hawajui kocha mkataba gani. Wao wanataka tu furaha wao tu. Watu wa utulivu waelewe, kila kocha anataka tu, fulani anakuwa na mkataba mkubwa Wow, natibu, oh, oh, say, engineer, wana, wana, wanasema kocha acheki eh, wengine wanasema pila kununa. Sasa hizi kauli tunazisikia sikia ni tuna, tuna mitandao mbalimbali ya kijamii wanasema kocha hata acheki eh, kocha ananuna tu muda wote, watu wanasema huyu kocha bwana, sisi hatumuelewi. Wanamtaja yule ambaye ameachwa kule kwenye klabu ya mm -hmm. Afrika Kusini kule, eh, Kaizer Chiefs wanamtaka yule bwana sawa, kama wao wanamtaka wana, bwana wana Nabi bwana umemwacha kule Kaiza bwana. Niko chao ni mzuri Nabi. Wana nabi eh, Nabi alizokuanga katende yake. Kama wenyewe wanamuona yeye anafaa njini sababu ni mtu wake. Wanajuana, wanafamiana, wanawasiliana. Aidha akaongea naye akampa nafasi. Kama wenyewe wenye timu ya Kaiza yake timu timu za zina wenyewe nyuma, wenye timu. Wenye timu ndio wananchi. Aba, yani wakifanya toki abaki wenyewe ndio wanaamua. Dabi ya raundi ya kwanza ya ligi kuu. Eh? Kocha wa Simba mpya Eh, na huyu Romain Folz ambaye eh, bila shaka amemsababisha eh, Fadi Davis kuondoka ndani ya klabu ya Simba. Tutegemee nini? Mpira mzuri, mpira safi, muda ni nzuri eh, muda tu, maarifa wawe watulivu, mipango eh. Waache ipige ndimu pale, tulekani nani bora na nani mwenye uwezo. Mipango mipango tu tuiache, yaani mpira uchezo kwa, kwa, kwa haki. Alafu uone Simba itakuwaje. Kuweza kuniambia mtapata ushindi mbele ya ng'africa? Kaka, mechi mbili za na Mungu. Na Mungu na na na na uforti tumeona mwenyewe. Ni ni balaa kwa uwanjani. Wewe mwenyewe. Kwa hiyo tukiacha mipango, tukiwa na utulivu, lazima ni refa wake wakiwa na utulivu wanjani. Wawe na haki. Kaka, Simba inapiga mpira mwingi sana. Simba inapiga mpira mwingi au hujawahi kutokea. Simba inasalia ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, oh, oh, uzuri wengi wenye viwango vya juu. Tumeona zile mechi mbili hapo. Tumeona na bado gari gari ina kwanza lina waka lakini, pakiwa pana mipango, unaweza wakatufunga. Bwana, shukrani sana. Asante boss.